Andalia ni kwamba mwaka mmoja baada ya mkasa wa mafuriko eneo la Mai Mahiu kaunti ya Nakuru, waathiriwa mkasa huo wamesalia na ahadi tupu licha ya serikali kuwaahidi mwanzo mpya. Kwenye ibada maalum iliyofanyika hii leo kuwakumbuka zaidi ya watu sitini walipoteza maisha kufuatia mafuriko hayo, wengi wanahisi kwamba serikali imewapuuza. Mwanahabari wetu Marian Nyambura anaeleza mengi kwenye taarifa inayofuata sasa. maombi maalum yalifanyika katika eneo la Mai Mahiu, Naivasha, mapema leo kuwakumbuka watu zaidi ya sitini waliofariki usiku wa tarehe ishirini na tisa mwezi Aprili mwaka jana kufuatia mafuriko, mkasa ambao ulitikisa nchi. Waathiriwa waliofika kwenye ibada hii wakisalia na kumbukumbu kumbu za wapendwa wao walioaga dunia. Tulibaki tu bila kitu, tulibebwa na nyumba pamoja na watoto wangu Vitu yetu yote, yote ikaenda na maji tukambaki bila tukambaki hata, hata hatu na nguo ya kuvaa hata hatuna kitu tunaweza simamisha tukule, lakini siku ya leo nashukuru huyu Mungu. Mwaka mmoja baadaye wakazi wanahisi kutelekezwa, ahadi za kutengewa sehemu watakakoishi, kujengewa nyumba upya na kulipiwa kodi ya nyumba zikikosa kutekelezwa. Tuliahidiwa mahali pa kukaa. Sasa tulikuwa na goja na goja na goja hata tulikuwa na fikiri watakuja kesho. Sasa tunalia tunalia watukumbuke sababu tuko na shida. Si watu wakukomboa wenye waliikutwao we maji tukagongagongwa tukapitia njia ya uchungu na Mungu akatuokoa, tuko hai. Aki Mungu awasaidie, mtusaidie, serikali iingilie, tunaomba serikali yetu iingilie. Viongozi wa kidini sasa wakitaka serikali kutimiza ahadi walizozitoa ili kuwatuliza waliowapoteza wapendwa wao. We see no tangible action. The promised assessments have not been carried out. The land remains unsafe and our people continue to suffer. The government's assurance of compensation for land and the repair of roads and bridges have not been fulfilled. Mkasa wa maji ulisababisha maafa ya watu zaidi ya sitini. Vijiji vya Kamushira, Georges, Jerusalem, Githioro na Ruiru vikisombwa maji. Mirianya Mbura Runinga ya Citizen.